Ishara tano zinazoonyesha kuwa Mungu anazungumza na wewe. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara tano ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anazungumza na wewe. Asilimia kubwa Mungu anazungumza na watu, lakini watu wengi hawajui kama Mungu anazungumza na wao. Tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa sauti mbalimbali mbali. Kwa leo tutakwenda kuziangalia ishara tano. Kabla hatujaangalia ishara hizi tano, tuangalie mambo ya msingi ya kuyatambua. Jambo la kwanza, Mungu huwa anasikia maombi yetu. Unapokuwa unamwomba Mungu, Mungu huwa anasikia maombi ambayo unamwomba. Ndio maana ukisoma kwenye Zaburi ya 65 na msari wa pili imeandikwa nukuu wewe usikiaye kuomba, wote wenye mwili watakujia. Tunajifunza Mungu wetu huwa anasikia maombi yetu. Unapokwenda mbele za Mungu na kuanza kumwomba Mungu, jambo ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu huwa anasikia maombi. Lakini pia jambo la pili ambalo unatakiwa kulitambua, kila siku Mungu anazungumza na sisi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tatu na mstari wa 20 imeandikwa nukuu, na simama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Neno la Mungu lasema, tazama na simama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Asilimia kubwa ya watu, Mungu amekuwa akizungumza na wao, lakini watu wengi hawajui kuwa Mungu anazungumza na wao. Ukisoma Biblia utamwona na Samueli alipokuwa ni mtoto mdogo, alikuwa hajui kutofautisha kati ya sauti ya Mungu na sauti ya Eli au sauti ya watumishi wa Mungu. Nataka nikwambie ukiwa hujui kutofautisha sauti ya Mungu na sauti zinginezo, itakuwia ngumu sana. Asilimia kubwa watu Mungu amekuwa akizungumza na wao, lakini wao hawatambui kabisa kama Mungu anazungumza na wao. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya tatu na mstari wa kwanza na kuendelea, imeandikwa basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile; hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samweli, Samweli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samweli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya tatu naye akaondoka akamwendea Eli akasema mimi hapa kwa maana ulinita ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto kwa hiyo Eli akamwambia Samueli enenda kalale itakuwa akikuita utasema nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile, kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Tunajifunza ya kuwa Mungu huwa anazungumza na watu wake. Asilimia kubwa ya watu Mungu amekuwa akizungumza na wao, lakini wao hawatambui kabisa kuwa Mungu anazungumza na wao na wengi wameishia tu. Wengine wanaweza wakawa wamekutwa wa wamekutana na mambo mazito, au mambo ambayo Mungu aliwataarifu mapema na walikuwa na uwezo wa kuchukua hatua mapema, lakini kwa sababu ya kutokujua sauti ya Mungu wengine wakaendelea mbele na wakaumia. Kwa hiyo Mungu jambo la msingi ambalo wanatakiwa kulitambua Mungu anazungumza na sisi kila siku. Andiko hili latuonyesha kuwa Mungu anazungumza na sisi. Lakini jambo lingine la tatu, Mungu kila siku anajibu maombi yetu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 24, imeandikwa hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Tunaona ya kuwa kila siku ha, Mungu anajibu maombi yetu kila siku, lakini pia jambo la nne Huwezi kumlazimisha Mungu kujibu jinsi unavyotaka wewe. Huwezi kabisa kumlazimisha Mungu jinsi unavyotaka wewe. Lakini jambo la tano, hatumsikii Mungu kwa sababu hatumsikilizi hatu hili ni jambo la msingi sana. Hatumsikii Mungu kwa sababu hatumsikilizi. Watu wengi wanaomba, lakini hawamsikilizi Mungu anasema nini. Leo takwenda kuambia ishara tano ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anazungumza na wewe. Kabla tujaziangalia ishara hizi tano, nisiwe mchoi wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu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 Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Zifuatazo ni ishara tano ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anazungumza na wewe. Namba moja: kupitia sauti ya ndani. Unaweza ukakuta unataka kufanya jambo ambalo sio sahihi na ukasikia sauti ya ndani na kuambia jambo hili sio sahihi. Roho Mtakatifu anaweza kakushuhudia ndani mwako juu ya jambo ambalo unataka kulifanya. kwa hiyo Jambo la kwanza au ishara ya kwanza ambayo inaonyesha kuwa Mungu anazungumza na wewe ni kupitia sauti ya ndani. Unaweza ukawa unataka kufanya jambo ambalo sio zuri, lakini Roho Mtakatifu akakushuhudia ndani akakwambia jambo hili ambalo unataka kulifanya sio sahihi kabisa, na mwisho siku ukijikuta ukiendelea au ukitaka kulifanya jambo hilo au ukalazimisha kulifanya jambo hilo, kuna jambo baya ambalo latokea, lakini ukiamua kuliacha jambo hilo, unakuwa umeepuka na ubaya huo. Unaweza ukawa labda unataka kusafiri lakini lakini uko unasikia sauti ya ndani inakwambia usisafiri kabisa kwa leo, unakosa amani kabisa. Ile sauti ya ndani inakufanya unakosa amani kabisa, unasema Bwana, ah, basi ngoja niache kusafiri. Lakini ukiahirisha tu, unasikia kuna jambo baya lilikuwa limetokea kwenye ile gari ambalo ulikuwa unasafiri. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo inaonyesha kuwa uh, Mungu anazungumza na wewe, ishara ya kwanza ni kupitia sauti ya ndani. Lakini ishara namba na mbili, kupitia ndoto na maono. Mungu anaweza akatumia ndoto kuzungumza na wewe. Mungu anaweza katumia ndoto na maono kuzungumza na wewe. Unaweza kaota ndoto na ile ndoto ikaja ikatokea ukweli sawa sawa na ulivyoota. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia ndoto na maono, Mungu akakuonyesha mambo ambayo yanakuja na akakuonyesha na na namna ya kufanya. Kwa hiyo hiyo ni ishara mojawapo ambayo Mungu anaweza kuzungumza nawe kupitia ndoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 37 na mstari wa tano imeandikwa nukuu, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari nao wakazidi kumchukia akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia je, yeah.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 usujudia hata nchi ndugu zake wakamhusudu bali baba yake akahifadhi akailihifadhi neno lile kwa hiyo tunaona jambo la kwanza. Mungu hapo unaona Yusuf Mungu alikuwa anamfunulia kuwa baadaye atakuja kuwa kiongozi kabisa, na atawamiliki ndugu zake. Kwa hiyo jambo la pili au ishara ya pili ambayo Mungu anakuonyesha kuwa anazungumza na we ni kupitia ndoto ambazo unaweza kuona ziota. Mungu anaweza kupatia maelekezo kufanya kupitia ndoto ambayo unaiota. Lakini ishara namba tatu, kupitia sauti ya Mungu au sauti inayosikika. Mungu anaweza kazungumza na we kupitia sauti inayosikika, kasikia kabisa sauti Mungu ana na wewe. Usialaba, na wewe, lakini ishara ya nne ambayo inaonyesha kuwa Mungu anazungumza na wewe ni kupitia sauti au kupitia watu na vitu mbalimbali. Mungu anaweza akatumia watu mbalimbali akazungumza na wewe. Mungu anaweza akatumia watumishi wake kuongea na wewe kupitia uh, mtumishi wake. Anaweza, Mungu anaweza kazungumza na wewe moja kwa moja, lakini Mungu anaweza maswali kajibu ambayo ulikuwa ukijiuliza kwa muda mrefu kupitia mtumishi wake. Yamkini ulikuwa na maswali mengi ambayo yanakusumbua sana, lakini Mungu anaweza kupitia mafundisho ya mtumishi wake, Mungu anaweza akamtumia mtumishi wake, Mungu akazungumza na wewe moja kwa moja, anazungumza na mimi ila ni Mungu anazungumza na mimi. Lakini ishara namba tano, kupitia neno lake Mungu anaweza akazungumza na wewe moja kwa moja kupitia neno lake. Yamkini ukawa unasoma upo kwenye nyakati ngumu ukashika Biblia ukawa unasoma ukashangaa moja kwa moja lile neno ambalo unalisoma, ukashangaa Mungu ndo ana anazungumza na wewe moja kwa moja kwa hiyo Hizi ni ishara tano ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambua ya kuwa mungu anazungumza na wewe. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Tafadhali, kama bado huja like video hii, basi na kuomba like. Kwa kufanya hivyo, utaifanya video hii sambai kwa watu mbalimbali mbali. Tukutane kipindi kijacho na kutakia wakati mwema.